lakini CAG abainisha dosari, dosari vituo vya mabasi. Utitiri wa marori janga kwa barabara Dar es Salaam. utitiri wa marori janga eh, kwa barabara Dar es Salaam. Lakini katika ibada ya Pasaka maaskofu wa pasua. Ilo ni gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Nipashe linaanza na habari inayosema wagombea namna ya kuepuka tatizo la akili wakati wa uchaguzi. Lakini Rais Samia atoa ujumbe maalum sikukuu ya Pasaka na askofu, mahabusu kisiasa waachiwe. Huyo ni askofu asema mahabusu wa kisiasa waachiwe. Lakini maaskofu waonyeshea kidole mambo kumi. Hizo ni salamu za Pasaka, maaskofu waonyeshea kidole mambo kumi. Hilo ni gazeti lako lanipashe Mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo, pate nakale yako kwa habari kwa kina. Ikitiachana gazeti ya Nipashe, tuangazie gazeti lako la Uhuru, linaanza na habari kubwa inaosema wasomi wataja manufaa ripoti ya BBT kwa vijana, lakini daraja Dar es Salaam kujenga shule kumi za ghorofa. Dar es Salaam kujenga shule kumi za ghorofa nembali kwenye gazeti la Uhuru, huku rais Samia, tuombee taifa amani na umoja. Yone rais Samia asema tuombee taifa amani na umoja, lakini ibada ya Pasaka, ujumbe wa upendo mshikamano watawala na kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, linaandika wanne washikiliwa kwa tuhuma za unyang'anyi wa kutumia silaha. Watu wanne washikiliwa kwa tuhuma za unyang'anyi wa kutumia silaha sila. lakini madereva daladala kitunda banana wa mtaka msofe ubunge Ukonga likili shamra shamra za sikukuu ya Pasaka viongozi wa dini wanena wagusia haki, amani na ushiriki uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka huu lakini rais wa teki Askofu Pisa ataka watanzania kudumisha amani ya nchi. lakini joketi eh, mamilioni ya vijana watapiga kura kuchagua viongozi wa CCM. lakini Dr Biteko awasa Wakristo kuliombea taifa kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba. Hilo ni gazeti lako la mwanahabari gazeti bora kabisa, pate nakala yako kwa habari kwa kina, na tuangazia sasa gazeti lako la habari leo linaanza na habari inayosema mvua ya ua wawili, wengine 46 wakosa makazi Kigoma. Mvua ya ua wawili na wengine 46 wakosa makazi Kigoma. Lakini gari lilosheheni bangi la kamatwa likitokea Malawi. Hilo eh, eh, ni gazeti lako linaendelea, ukurasa wa tatu kwa habari kwa kina. Lakini rais Samia ataka taifa liombewe, huyo ni rais Samia ataka taifa liombewe. Hiyo ni habari inaendelea, ukurasa wa tatu, huku askofu serikali Chadema afanyeni maridhiano. Hiyo ni askofu asema serikali na Chadema afanyeni maridhiano. Hiyo ni habari ukurasa wa 7. Lakini uchaguzi mkuu wa tawala ibada ya Pasaka ukurasa wa 2 habari hii inaendelea kwenye gazeti ina lako la Habari Leo. Na kuna habari inasema Gwajima aingilia sakata la wanafunzi kudhalilisha mwenzao. Hiyo ni ukurasa wa 3 wa gazeti lako la Habari Leo, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Na tukiangazia gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika Askofu Pisa tuilinde kudumisha amani ya nchi ya kuelekea uchaguzi mkuu lakini Dr Gojima aingilia kati binti aliyedhalilishwa yudism. Na Dr Biteku wataka wagombea kubeba amani ya nchi. Joketi sisem itaandika historia ya uchaguzi mwaka huu. Ilo ni gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge, pate nakale yako kwa habari kwa kina. Na tuiangazia gazeti lako Rai ya Mzalendo ukweli na wazi, linaandika habari kubwa inaosema Dr Msendekwa awakamata jimbo la Mtera kwa Lusinde. Lakini Jafo ataka FCT ifanyie kazi haraka rufaa za wawekezaji, na viongozi wa dini wasisitiza amani na maridhiano. Mlima wa moto wa mwenzi marehemu mchungaji Dr Getrude Rwakatare. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako ya Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Dira lenye ukurasa wa mbele linaanza na habari kubwa inayosema mbeto amonya omo wa ACT kuhusu uraisi Zanzibar. Lakini mchungaji Pita, viongozi wa dini tusiingilie uhuru wa mahakama, awataka kuheshimu mamlaka kwa kuwa kila mamlaka inawekwa na Mungu, asema ni muhimu kuhimiza kushiriki uchaguzi kwa amani na kuliombea taifa. Lakini Dr. Biteko ataka kwenye uwezo, e, wenye uwezo kujitokeza kuwania uongozi. Lakini polisi wa wakilishi E, wawashikilia wanne tuhuma za unyang'anyi kwa kutumia silaha. Jeshi la polisi nchini Tanzania wawashikilia watu wanne kwa tuhuma za unyang'anyi wa kutumia silaha. Hilo ni gazeti lako la Dira ya Mtanzania kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukichana na magazeti mbalimbali ukurasa wa mbele tuangazie sasa kwa michezo na burudani. Tunaanza na habari inaandika Rundenga kumbukwa kwa, e, Rundenga kumbu kwa, kwa mengi. Simba kumaliza mechi kwa Madiba na Mungu ya ikanda mashujaa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Dira e, ukurasa wa michezo. Lakini gazeti la Kora Raia Mzalendo ndandika yanga kufuata kiungo mpya, Kenya. Lundenga kuzikwa kidatu Morogoro, Aprili 22. Hilo ni gazeti la Kora Raia Mzalendo za Rais Samia. Hashimu Linenga afariki dunia. Nyota Twiga Stars atamba Israel. Yuna habari kwenye gazeti la Machinga. Lakini gazeti lako la habari leo linaandika eh, Simba yashinda Samia aipongeza. Yanga Fountain Gate hesabu tofauti. Lakini Lundenga kuzikwa kesho Kilombero. Eh, Yuna habari kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa michezo. Lakini kwenye gazeti lako la mwana habari linaandika Fountain Gate waapa kufa na Yanga leo. Simba ya lamba milioni 20 za Rais Samia, wengi wa mlilia Lundenga. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanahabari, lakini kwenye gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, kwenye michezo inaandika Simba ya weka mguu mmoja fainali Afrika, awaaendeleza moto akifunga bao muhimu katika michuano ya kafu, lakini Yanga hesabu kali ikiwavaa Fontaine Ngeti. Hilo ni gazeti lako la kula Nipashe, na tukiangazia sasa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti, gazeti la michezo naandika, Simba mgu mmoja fainali e, ila e, Simba mgu mmoja fainali, ila hiyo e, ni alama ya kujiuliza, alama ya mshangao inasema, ila ahwa aizima e, st, aizima still bosh e, wakata stimu mashabiki, lakini kisa aziziki warabu wa kabana ko Yanga, lakini Mayele ni noma e, Mayele ni Nonda aliyechelewa safari e, Mayele ni Nonda aliyechelewa safari. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina, mambo manne ya miangusha Fontaine. Habari pata nakala yako kwa, kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.